Uh, hujambo, nataka tuangalie tofauti kati ya lahaja na lugha. Natumai tumeangalia uh, lahaja, tukaangalia maana, aina, sababu za kuzuka na sifa, na tulikuwa tumeangalia maana ya lugha, sifa za lugha na majukumu ya lugha katika utangulizi. Na iwapo utapata swali hili katika mtihani, eleza au fafanua au tofautisha kati ya lahaja na lugha uta utatofautisha vipi? Alama ni kumi. Ah, hoja ya kwanza tunaambiwa hivi kuna mawasiliano baina ya lahaja za lugha moja, ili hali hakuna mawasiliano baina ya lugha mbili tofauti. Lahaja ni kama vijilugha tu, namna ambavyo watu hutamka maneno, maumbo ya maneno katika lugha kwa hivyo watumizi wa lahaja uweza wakawasiliana na wakaelewana, lakini iwapo watu wanatumia lugha mbili tofauti, tuseme kwa mfano, mimi nakifahamu Kiingereza pekee na wewe unakifahamu Kiswahili pekee, hatuwezi tukawasiliana. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo iwapo watu wana tumia lugha mbili ambazo ni tofauti hakuwezi kukatokea mawasiliano, lakini wapo watu wanatumia lahaja mbili tofauti, huenda wakawasiliana na wakaelewana kwa sababu lahaja ni kama ni vijilugha kati ya lugha moja, moja kubwa. Kwa mfano Kiswahili kuna lahaja mingi nyingi, na tumia hapo, tumeelewa. Hoja ya pili tunaambiwa kwamba maandishi mengi hutumia lugha maalum. Maandishi mengi hasa kumbukumbu kumbu, za maandishi rasmi hazitumii lahaja. Sijui kama tunaelewana. Maandishi mengi hutumia lugha maalum, specific language. Haya, maandishi mengi hasa kumbukumbu kumbu za maandishi rasmi hazitumii laaja. Sijui kama tunapatana. Kwa hivyo utapata kwamba maandishi rasmi hayawezi yakatumia laaja bali yatatumia lugha ambayo imesanifishwa na kuwa lugha sanifu. Tuendelee. Uh, hoja tatu tunaambiwa lugha huwa na hadhi zaidi. Kwa mfano ukizungumzia lugha sanifu. Lugha ni sanifu na msamiati mpevu kuliko lahaja, kwa kuwa lahaja huwa na msamiati na sarufi legevu. Natumai unaelewa. Lugha ina hadhi. Kumbuka um, ulipitia hadhi ya lugha. Kwa hivyo lugha ina hadhi kuliko lahaja kwa sababu lugha ni kama lahaja ambayo imesanifishwa. Kwa hivyo lugha itakuwa na msamiati mpevu ili hali lahaja ina msamiati legevu. Naam, lugha itakuwa na hadhi ili hali lahaja haina hadhi. Hiyo ni tofauti ya tatu kati ya lugha na lahaja. Tofauti ya nne ni kwamba lugha sanifu ndio yenye tabaka la kuheshimiwa ili hali lahaja huchukuliwa kuwa ni daraja la chini. Kwa hivyo lugha ina tabaka la kuheshimiwa ili hali lahaja haina tabaka la kuheshimiwa. Tano, tunaambiwa kwamba lugha huzungumzwa katika eneo kubwa ili hali lahaja huzungumzwa katika eneo dogo. sijui kama tumeelewana. Hizo ni tofauti kati ya lahaja na lugha au lugha na lahaja, iwapo utaambiwa utofautishe. Natumai umeelewa. Uh, tuangalie umuhimu wa lahaja katika jamii. Kwanza, lahaja hutumiwa katika kukuza lugha kwa kupanua msamiati wake. Kwa mfano, maneno kama rununu yalianza kama lahaja kisha yakakubaliwa kuwa Kiswahili sanifu. Kwa hivyo, umuhimu wa kwanza ni kwamba lahaja hutumika kukuza lugha. Hiyo tumeelewa. Pili, lahaja hutumiwa katika kusanifisha lugha nam. Tatu, hudhihirisha utajiri wa lugha kupitia mitindo mbalimbali, mtindo mbali ya wazungumzaji. Watu wanaweza wakazungumza kwa namna mbalimbali mbali, hasa katika lahaja. Nne, lahaja huongeza lugha kwa kutia ladha mazungumzo ya wasemaji mbalimbali mbali na hoja ya tano tunaambiwa huwakilisha historia ya lugha, mahali ambapo lugha ilianza. Pengine lugha ilianza kama lahaja ikasanifishwa na kuwa lugha. Na sita, hudhihirisha ukwasi wa lugha hiyo. Utajifafanulia mwenyewe, utoe mfano umuhimu wa lahaja katika jamii. Hoja ndizo hizo sita na Tumalizie namna ambavyo lahaja inaweza kupunguzwa, jinsi ya kupunguza tofauti za kilahaja. Namna ya kwanza ni maendeleo ya njia za kupashana habari, kwa mfano simu na tarakilishi. Pili, kuweka utawala moja, aha, kwa mfano muungano wa Afrika Mashariki, mahali ambapo pengine utawala ulio mamlakani utapendelea kutumia njia moja ya lugha ehe, njia moja kweli. Namaanisha hivi, kuweka utawala mmoja, kwa mfano muungano wa Afrika Mashariki, na utawala huu utahakikisha kwamba lugha inayotumiwa ni lugha sawa katika hilo eneo, au ni mtindo mmoja wa lugha ambao utatumika katika mawasiliano. Tatu, kutumia lugha moja katika mawasiliano Iwapo tutatumia lugha moja katika mawasiliano basi tutakuwa tunapunguza lahaja. Nne. Uh, kuwa na mfumo mmoja wa elimu. Natumai hiyo tunaelewa. Na tano, kusanifisha lugha, lugha iweze kusanifishwa, na mwisho kusanifisha njia za usafiri baina ya maeneo. mm-hmm. Lahaja inaweza kupunguzwa vipi? Taja njia tano. Njia ya kwanza tumesema maendeleo ya njia za kupashana habari, kuweka utawala mmoja, kutumia lugha moja ya mawasiliano, kuwa na mfumo mmoja wa elimu, kusanifisha lugha na kusanifisha njia za usafiri baina ya maeneo. Kumbuka tulisema kuna lahaja za kijiografia. Kwa sasa tutakomea hapo, lakini tutaendelea katika kipindi kingine. Kwa heri.